Ni nchi yenye ziwa lenye kina kirefu kuliko yote Afrika la pili duniani, ziwa Tanganyika. Ni nchi yenye mlima mrefu kuliko yote Afrika la pili duniani. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa Tanzanite, hayapatikani kwingine kokote duniani isipokuwa Tanzania peke yake ni nchi na madini yanaitwa nickel na cobalt yanayotumika kutengeneza injini za ndege na betri za simu mnazozitumia, yako Tanzania, yanatoka Kabanga, Kagera, Ngara. Ni nchi ambayo ina madini yanaitwa uranium yanayotumika kutengeneza mabomu ya nyuklia. Ni nchi ambayo ina gesi futi za ujazo trilioni 54.5 ni nchi yenye chuma Nchi yenye makaa ya mawe, nchi yenye kila kitu. Kwa nini watu wetu ni maskini? Nawakumbusha alichosema Mwalimu, ili nchi iendelee inahitaji watu, inahitaji ardhi, inahitaji siasa safi na uongozi bora. Mwanafalsafa wa zamani na mwimba nyimbo ambaye wote mnamjua anaitwa Bob Marley aliimba kwenye wimbo wake wa ratres. Anasema in abundance of water a fool is thirsty, katikati ya wingi wa maji ni mjinga na kuwa na kiu. Tanzania katikati ya utajiri wajinga, tumekuwa maskini, tunaongozwa na watu wasiokuwa na uwezo, wamegeuza nchi yetu kuwa maskini, umaskini wa kutengeneza. Hebu fikiria hivi, nyie Wasukuma mnalima pamba Fikiria tu ujinga huo. Unaenda Shinyanga, watu wanalima pamba. Njoo Geita, watu wanalima pamba. Nenda Simiu, watu wanalima pamba. Nenda Mara, watu wanalima pamba. Mwalimu Nyerere aliacha jineri. Nenda Kasamu, hapa kuna jineri. Hamjai kwenda Kasamu kwa ajili ya kuchambua pamba ya wasukuma na kuiongezea thamani ili upate bei zaidi. Nenda Magu, kuna jineri. Nenda Nenda Buchosa. Shule zote zilizojengwa mwanzoni, mimi nimesoma shule inaitwa Bulima Sekondari, ilijengwa kwa bodi ya pamba. Leo wasukuma wanalima pamba, inachukuliwa hapa, wanauza shilingi mia nane kwa kilo. Nasema uongo. Inakwenda nje, inatengeneza pamba ile, gozi ya hospitali kale kadogo, kanarudi unanunua shilingi elfu ishirini na tano yaani wewe kilo nzima umeuza shilingi mia nane kanarudishwa kamefungwa kwenye karatasi, unauziwa shilingi elfu ishirini na nane unali serikali lakipumbavu haliwezi kujenga kiwanda hapa cha kutengeneza gozi ili watoto wenu wapate ajira, wapate maisha. Una serikali hapo? Mna serikali hapo? Hapa tuko ziwani, uongo kweli? Watu wanalima hapo mpunga, uongo kweli? lakini ziwa liko uso na pua hapo hapo. Hivi Wasukuma, mnalima hapa mpunga, mnasubiri mvua ya Mungu. Mpunga ni siku tisini, ni miezi mitatu, umevuna. Uongo kweli? Siku tisini umevuna mpunga wako. Kama tungekuwa na serikali yenye akili ingeleta maji kutoka ziwani ikawaletea kwenye mashamba yenu, msinge subiri siku tisini. Ukivuna siku tisini, unapanda unakatia, unalima jaruba lako una unamwaga maji, unapanda. Baada ya siku tisini unakata, unalima, unapanda, ungevuna mara nne kwa mwaka, ungekuwa tajiri. Tuna serikali za hovyo, tuna serikali ambazo zinatufanya tuwe maskini, ili waende kukopa nchi za nje watuletee pesa za tasafu kuwapa wakina mama wetu, halafu wanawalimisha kama wamekuwa magreda kwenye nchi yetu.